E, ni kusema akisana sana bwana journalista, imepatikana hapa na itika kwa jina la Katembo Julien, meya wa mji wa Goma. Ni kusema tumefanya uwito kwa jeshi ya Congo yenye wanaita FARDC na wazalendo e, na FDLR na wenginevyo warudishe silaha, sababu leo hii usalama mdogo yenyewe inapatikana ndani ya Goma e, yenye sisi ni sababu yenye inatokea kusilaha zenye zimegawa kwa waraia raia, silaha inapashwa patikana ujeshi, lakini hiyo silaha imepewa raia. Hiyo silaha imepewa, imepewa raia ime, sila yenye haifunzwe yenye haijue silaha na hiyo silaha pahali isekirize population ya Goma, hii silaha imesekirize population ya Goma. Ni kusema hiyo shanti yenyewe tumekamata na wengine wataletewa mbele ya, ya redio mbele ya matelevisheni, kuonesha kama huku na ndugu yako ni FARDC, huku na ndugu yako ni mzalendo, haiku adui wa FCM. FDLR anapashwa rudi kwao Rwanda, sababu haiku mkongomani. Tunasema kama tunapashwa weka amani kwa nguvu hapa Goma, na itafanyika, sababu inji au nst in au eh, kitu kenye kinajeshimisha kitu ya kwanza yenyewe unapashwa kupatia raia, ya kwanza ni sekurite ya raia na mali yake, na njo yenye tukonafanya sasa, kusema population inapashwa ongea na sisi population ikitilie confiance, na tukonaongea na population sababu niko nafanya tournée mu kila quartier tuone kama tutarudisha ile confiance yenye itakuwa kati yetu kama viongozi na, na nani na population yetu. Bwana journalist, Kongo ni nchi ya kwanza kudunia yenye wakati unaona soda usiku, wakati unaona askari usiku, bali useme oke okay, mi napona, lakini unakuwa vitu vitatu sote: yule askari atakuiba sote, atakuua sote, atakupiga. Sasa hiki kitu kinapashwa isha, na ili ndio tukonaonana na raia kusudi tuwambie kama sisi hatukukuja kupora mali ya raia hapa, hatukukuja kuua raia, lakini tukia kuchunga raia na mali yake, sawa vile kiwanja Kibirizi, Kanyabayonga, Kirumba, Kichanga, Nyakakoma, kwenye sasa leo watu wanaishi na amani. Unaweza fanya siku ine, unaweza fanya miezi ine, miezi tano, miezi sita, auyasikika sauti ya risasi na hapa koitaataa. Lakini wananchi wanalalamikia usalama hii ni hatua ambayo munaanza kuwakamata kwa, kwa kingufu ama bado munawabembeleza? Ni kusema hakuna tena kubembeleza, na utafauti unaonekana, sababu wakati unataka kuonyesha kitu naumbu natafautisha kitu kwa Kifaransa wanaita method comparatif. Method comparatif. Wakati unaona wakati yenye government imekuwa hapa na sisi tofauti, nimekuambia ya kwamba government imeweka hapa 30000, elfu makumi tatu elfu makumi nne ya jeshi imeshindwa kusekirize vile ya Goma. Sasa, sababu objectif haikuwa kusekirize vile ya Goma. Mwito kwa watu wanaoweka wazalendo na wanajeshi nyumbani kwao hadi sasa ni mwito gani e, ni kusema ile wanaita eh, bande ya wamalfete ni kusema wanaungana, haiwezekani. Tuko naita kila siku tunamwambia huko, na ndugu yako na mtoto wako na mzalendo akuje, atachagua vitu viwili: arudishe silaha, ya pili kama anapenda kijeshi aseme, kama anapenda kurudia kufisi zile, okay, tutamrudisha ndani ya chama. Ni ile peke yake. Bwana journalist: asante bwana meya. Kwa kifupi, soja hawa wakrimineli, ni kusema wakrimineli, sheria itafanya kazi yake. Tuko na masheria ndani ya nchi Leo tuko na centre d'arbitrage, tuko na procureur tuko na bajiji sheria itafanya kazi wakati mtu ana detenir anakamata silaha ilegalement, kinyume na sheria. Sheria ya Kongo inaweza kuweka miaka kumi au miaka kumi tano chua kichwa, ni ile sababu tulianza msensibilization, lakini leo tunafika kwa wakati tuweke nguvu kusudi amani ya Kongo. Asante, swali ya mwisho.